Na kwa mujibu wa waafisa ardhi wa halimashauri ya wilaya ya Nkasi Fred Kichazi, mpango huo umefikiwa baada ya kuridhiwa na wizara yenye dhamana, hivyo vijiji hivyo kujipatia maeneo ya kilimo na shughuli zinginezo za kijamii. Yani ni ardhi ambayo ranch waliamini kuwa alizire, lunch, ni mali yao, lakini baada ya kufanya uhakiki wa mipaka tulibaini kuwa ardhi ile sio ya ranchi, ni ardhi ya kijiji. Baada ya kubaini hilo, hatua tuliyochukua ilikuwa ni kuwasilisha hoja hizo mamlaka za juu ambao tuliwasilisha hoja hiyo kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, na ma maelekezo yalitoka kwamba kipande hicho cha ardhi ambacho kimebainika kinatumiwa na ranchi kinyume na utaratibu kibainishwe ukubwa wake, na baada ya hapo kipande hicho kipangiwe matumizi sahihi kwa manufaa ya kijiji, na baada ya siku kijiji kikabidhiwe ardhi hiyo. Kwa ardhi ambazo zimeweza kupatikana katika mapitio ni pamoja na ardhi ambayo ilikuwa inatumiwa na ranchi ambayo ni ya kijiji cha Kate hekari takriban hekari zaidi ya mia saba lakini pia kuna kipande kingine cha ardhi ambacho kimepatikana kwenye <coughs> kijiji cha Sintali ambacho ni takriban hekari sabini na nane lakini pia kuna hekari nyingine ambazo zimepatikana kwenye kijiji cha Nkana ambazo ni takriban hekari mia na saba Zoezi la ugawaji ya ardhi hiyo ikafanyika na mkuu wa wilaya ya Nkansi

chote kile pale pia panaweza kufaa kwa hiyo kazi. Serikali imeamua kuwapa kipande, ili muendelee na matumizi yenu. Wanufaika wakubwa wa ardhi wa hiyo ni wakazi wa vijiji hivyo. Je, wanasemaje baada ya kupewa ardhi hiyo? Serikali kwa kutupatia eneo, kwa kweli nashukuru sana kutukabidhi ardhi hii, maana ni jambo ambalo wananchi wamelishukuru, wamelisubiri kwa shauku kubwa sana Eneo ambalo la sisi la wakulima hatuna, kwa hiyo tumeamtuliomba kwa mkuu wa wilaya ili atusaidie angalau watupelekee maagizo mkoani taifani, watu waje watugawekwe eneo la kulima. Wilaya ya Nkasi ina zaidi ya wakazi laki nne elfu ishirini na tano ambapo wanajishughulisha na shughuli za kilimo, ufugaji na uvuvi, na huku asilimia kubwa ikiwa ni kundi la wakulima. Sami Kishika, Azam News, Rukwa.